Leo katika ukweli mtupu nataka niongelee jambo moja, ina hili jambo lazima tukae kwa, kwa usimaa, ukweli tuipongeze serikali, lakini serikali inajitahidi kadri ya uwezo wake, sisi wananchi hatutaki kutekeleza. Jambo la kwanza ambayo nataka niliongelee ni jambo moja tu, asilimia kubwa nitaliongelea ni kuhusu biashara inayowekwa mitahani, hasa kwenye barabara. Kwa mfano unaweza ukaenda mjini Kariakoo, unakuta biashara mameza yametapakaa ya barabarani, bidhaa ziko barabarani, ziko kwenye meza, meza nyingi tu, ngoani kuambia wewe mwananchi ambaye unaenda kununua bidhaa mjini, unatoka wako huko mbali, Gongo la Mboto, Kisalawe, unaenda mjini kununua bidhaa, usiende kununua bidhaa mezani zile meza unazokuta zimetandikwa pale nje bidhaa zao ni bei kubwa kushinda ukenda. Utafuta duka ambayo ni halisi. Ukipata duka ambayo ni halisi ambayo unauza hivyo vifaa, bei yake ni rahisi. Pale wanauza mara mbili, kwa sababu nawezekana uka, ukaenda kuuza kitu cha shilingi 5000 dukani, shilingi 5000 huko utakuta shilingi 10000, kwa sababu ni sehemu na yeye anatafuta faida. Sasa jitambue, jitambue, tafuta duka sahihi zile meza zinatoka pale mbali na yeye ni mfanya biashara akanunua ndani. Wakati mwingine unafika pale anakuambia bidhaa hii ipo kumbe ana, ana, ana, ana, ana ana muda wako kwenda mjini, tafuta duka lilokuwa sahihi, nunua bidhaa yako ambayo haiko nje ya maduka. Kwanza angalia wale wanaleta usumbufu tu barabarani. Ndio maana nakwambia wakati mwingine na serikali isimamie hili jambo. Kiukweli hata parking hakuna pale. Zinakuwa kuna. Watu wanakuwa wanashindwa kwenda kwenye maduka. Na, na wasiwasi hata TRA wale waliokaa nje hawalipi. Hawalipi hata ushuru. Au kama analipa analipa kidogo kidogo. Au au anachukua hizi kama mkisha ruhusu kama wale wanani? Basi maduka ambia wafunge. Kwa sababu haina haja mtu kuja kwenda mjini afu naka kununua bidhaa kule kwenye meza weka duka zama, tuko na kwenye maduka tunanua bidhaa yetu vizuri tu, nashnaenda duka fulani liko sehemu fulani. Sasa hivi hakuna hicho kitu, tunapotea wananchi, wanatumia hela yao nyingi tofauti na, na, na, na, na matakwa yao. Wanafikia mweza kwa bei rahisi, lakini ni bei rahisi lakini kubwa ni bei kubwa. Mwananchi badilika badilika, Tambua hilo, ndo ukweli mtupu, huo ndo ukweli. Zile meza zinauza bidhaa bei kubwa, sio bei kama unavyozoea unayofikiria. Nimemaliza.